Pendwa huwa na familia ya Mungu. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 25 ya mwezi Machi ambapo kila tarehe ta, tarehe 25 mwezi Machi mama kanisa anafanya sherehe ya kupashwa habari Mama Bikira Maria. Malaika Gabrieli anampasha habari Mama Bikira Maria kwamba atamzaa mwana wa Mungu. Na mama yetu Bikira Maria anapokea mpango huo wa Mungu wa ukombozi wa mwanadamu kupitia yeye. Mama Bikira Maria anafanya hivyo kwa sababu ya unyenyekevu. Alipopewa hii habari hakuwa mbishi. Alichouliza ni neno moja tu, ili aweze kupata uhakika, kwani yeye hakupata kumjua mume. Kumbe, alimuliza malaika swali moja tu na hilo, ili kuweza kupata uhakika kwamba litawezekanaje jambo hili ali yeye mjue mume na malaika akamhakikishia aka mpango wa Mungu kutimilika juu yake. Mama yetu Bikira Maria akuwa mbishi, alikubali kupokea mpango wa Mungu. Wapendo taifa la Mungu, sisi Mungu anatualika kushiriki katika kazi ya ukombozi wa nafsi zetu. Tumwige mama yetu Bikira Maria kwa kuwa tayari na kwa unyenyekevu mkubwa kupokea mpango wa Mungu kukamilika juu yetu. Mara nyingi mpango wa Mungu wa kukomboa nafsi zetu unakuja kwa namna nyingi na kwa namna nyingine ambazo tunaona zinakuwa ni ngumu kwetu, lakini kama tukikubali na kuwa watiifu, mipango hiyo ya Mungu itakamilika juu yetu. Kwa nini hii sherehe iwe tarehe 25 ya mwezi Machi? Kama tunavyojua ndugu zangu, kila tarehe 25 ya mwezi Desemba tunafanya sherehe ya kuzaliwa Mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo kupitia kwa Mama Bikira Maria kumbe kuhesabu tarehe ishirini na tano ya mwezi Machi, mwezi wa tatu, mpaka kufikia tarehe 25 ya mwezi wa kumi na mbili ni miezi tisa, ambayo ni miezi tisa hiyo kwa hali ya kawaida ya kibaiolojia, mama anapochukua mimba ndiyo inakuwa imetimilika miezi tisa ya kujifungua mtoto. Kumbe hii sherehe ya kupashwa habari kwa mama Bikira Maria imewekwa tarehe 23 ili kuhesabu kipindi cha miezi tisa mpaka anapozaliwa Mwokozi wetu. Lakini wakati, mbikia, wakati malaika akimpasha habari mama yetu Bikira Maria alitaja hapo kama tulivyosikia katika somo la Injili kwamba Elizabeti naye amechukua mimba katika uzee wake. Elizabeti aliyekuwa mke wake Zakaria, ambaye alikaa kipindi kirefu sana mpaka akiwa mzee bila kuchukua mimba, lakini alichukua mimba, ambaye hiyo ata, atakayezaliwa ni Yohane alipewa jina la Yohane, na huyo ndiyo Yohane Mbatizaji aliyekuwa mtangulizi wake Bwana wetu Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo huyo anazaliwa miezi mitatu kabla, miezi sita kabla ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, ili aweze kumwandalia njia. Ndiyo yule sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Huyo ndiyo Yohane Mbatizaji. Kumbe mpango wa Mungu wa ukombozi wa mwanadamu ulikuwa umepangwa hivyo, na huyo Yohane Mbatizaji akawa mtangulizi, akazaliwa miezi sita kabla ya Kristo mwenyewe kuzaliwa, na baadaye, baada ya miezi sita, bwana wetu Yesu Kristo anazaliwa. Kumbe tunapofanya sherehe hii ya kupashwa habari mama yetu Bikira Maria kwamba atakuwa mama wa Mungu, hayo ambayo nimeyataja hapo mwanzo ni mazuri sana ya kujifunza, hasa unyenyekevu wa mama yetu Bikira Maria. Na yeye mama Bikira Maria hakuhesabu matokeo hasi ya kukubali mpango wa Mungu wa kumzaa Mwokozi, kwa sababu kwa tamaduni za Kiyahudi mwanamke asingeweza kuzaa kama hajaolewa. Aliyekuwa anaonekana na ujauzito kabla ya kuolewa, adhabu yake ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka kufa. Mama yetu Bikira Maria yeye alikuwa ameposwa na Yusufu, lakini walikuwa hawajaanza kuishi pamoja. Kwa tamaduni za Kiyahudi mwanamke ili aweze kuwa kufikisha umri wa kuolewa inabidi awe na miaka kumi na nne kujumulisha moja, kwa maana ya kujihakikishia kwamba ametimiza miaka kumi na nne na kwa mwanamume inabidi awe na miaka kumi na tano kujumulisha moja, au amefikisha kweli umri wa miaka kumi na tano Lakini kwa kulingana na mapokeo, Yusufu alikuwa na umri mkubwa. Mama yetu Bikira Maria alikuwa ni binti mdogo sana. Kumbe ilikuwa haijafika ule umri wa kuweza kuanza kuishi na Yusufu kama mme wake. Sasa ile tendo la ku, la, ku, la kuambiwa kwamba tabeba, atachukua mimba kwake ilikuwa ni hatari. Kwamba atachukua mimba na ajaanza kuishi na, na Yusufu. Kumbe angeweza kupigwa mawe na kuuawa kulingana na tamaduni za Kiyahudi. Lakini Mama Bikira Maria haku, hakuwaza hayo yote ila alikuwa tayari ili mpango wa Mungu uweze kutimilika juu yake. Alipoambiwa na malaika mara, mara, Gabrieli kwamba atachukua mimba na atamzaa mwana mara moja, akasema, fiat mihi sekundu verbu mtum, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Alikubali mpango wa Mungu mara moja, hakuhesabu hayo matokeo hasi. Sisi nasi tukubali kupokea mpango wa Mungu utimilike juu yetu.